Safari ya matumaini kwa mwenyeji wetu ikichukua mwendo wa karibu dakika 25 kutoka katikati ya jiji la Dodoma kuelekea kata Ntyuka iliyopo pembezoni kidogo mwa mji. Nikiwa njiani, natafakari mambo kadhaa, ikiwamo shauku ya kukutana na huyo mwenyeji wangu Restuta Shabani Magoha. Yeye ni mama wa mtoto mmoja na mzaliwa wa wilayani Fakara mkoani Morogoro nchini Tanzania ambaye kwa sasa yupo mkoani Dodoma kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake. Hey mama. Mbali, mbali sana. Asante. Ah, tumewasili hapa ambapo ndipo malengo yetu ya kwanza, na kwanza mwenyeji wetu Bimoshi Magoha anatukarimu kwa mapokezi mazuri, kisha tunaelekea katika makazi ambayo kwa sasa ndipo Restuta anapokaa. Restuta ambaye anasumbuliwa na maradhi ndiye huyu aliyeketi hapa, amejikalia katika zulia lenye miraba ya kijani na nyekundu huku akiwa amesuka nywele za twende kilioni, koti la kijivu, na mbele yetu ni kiti cha mbao maarufu kigoda, na hivi ndivyo mazungumzo baina yetu yalivyoanza. Goti likawa linaanza kuuma, kanatumia tu dawa za kuchua zile ambazo andikiwaga nani Palestina. Ilipofika mwezi wa kumi na mbili mwisho ndo mguu ukawa nauma. Sasa umegoma kila kumeza dawa, na nilinunua kabisa viazi vya chips, sikuweza hata kuvipika, mguu hautaki. Kampigia simu dadangu, angu mguu unaniuma, dada, ndo akantumia nauli, nikaja uku dodo. dodoma ukuja Dodoma, napo tukaenda tena kwa nani, piga X-ray Benjamin Mkapa Tulipopiga X-ray Benjamin Mkapa tukaambiwa mguu umesagika. Tena umesagika sana. Akaniuliza "Ulipata ajali?" Nikamwambia hapana. Sijawahi kupata ajali wala sijawahi kuanguka. Basi ndo akasema mtafute hela. Tumwambia kama milioni kumi na mbili. Tukarudi tena hiyo mwezi wa nne, tukaona hela nani, tukakaa kaa hela, tukaja tena dadangu, ikawa hamna, ilipatikana hizo hela tena, ilochanga changa ilikuwa kama mia nne. Tukaenda tena hospitali, tukaenda hospitali. Dokta akasema huyu mguu ni wa opresheni, unatakiwa hela milioni kumi na mbili. Haya mazingira. Kwa hiyo inanumiza, sababu nishazoea mwenyewe kufanya pilika, pilika zangu la hapa na pale, nafata supu mabibo saa tisa, saa kumi ya usiku naenda mabibo nachukua supu yangu naiandaa. Kwa hiyo nishajizoea ni mtu wa pilika, pilika biashara, e. Kukaa na wenzangu labda mambo ya vikundi nini, ai, shazoea kujishughulisha, labda kwenda kwenye vikao, tukisikia kuna vikao huko vya nini hivi. Basi yani, ya sasa hivi siwezi, nimekaa siwezi kwa chochote, hata nguo kwa ni siwezi, kila kitu kimesimama, kila kitu kimesimama, yani siwezi kwa chochote, yani paka roho naumia, nikikaa na nalia Yani kila paka yeah, nasema, nitafikia wapi? Nitaweza mimi kutembea kama zamani? Sina bima nimepoteza mm, matumaini kwa kweli. Naomba tu mama Samia nisaidie na Watanzania wenzangu wote wanisaidie viongozi wa serikali wanisaidie, yani e, naomba nisaidie, nirudi na hali yangu kama ya kawaida na mimi nifanye shughuli zangu, maana sasa hivi nimekuwa tegemezi watu mpaka mtu akuletee shilingi elfu mbili shilingi elfu tatu au dada mwenyewe ndo huyu, na yeye ana mume. Kwa hiyo mekuwa kama tegemezi, nitakuwa tegemezi paka lini? Na mimi napenda nami niangaike kama zamani nikijipatia shilingi mbili ya kwangu. Lakini muda kwa hivi sasa umesonga mno, na Moshi ambaye ni dada wa Restuta anawajibika kufanya kazi ya kumhamisha nduguye. Mlolongo unakuwa ni mrefu kiasi. Kwanza kiti hichi ndicho kinachosaidia katika hatua za awali kama inavyoonekana. Kisha mgonjwa hulazimika kumshikilia dada yake hadi katika ukuta huu ambapo Restuta hujitambaliza kabla ya kupewa msaada kwa mara nyingine tena. Hata hivyo familia hii inakiri kupambana mno, lakini imepoteza matumaini na kwa hivi sasa, hii ndio kauli unayeweza kuisikia. Mimi nachomsaidia ni ugali tu, sina uwezo wa kusaidia hiyo hela kuipatikane akatibiwe. Sina uwezo huo zaidi ya ugali, tunasonga, nampa, anakula, basi. hana dawa yoyote zaidi ya hizi ambazo ziko humu zimeonyeshwa, na zikiisha hizo tena ndo biashara amna, imeishi. Sina hela kabisa na sina msaada mwingine wote, sema nitamchukua huyu ni, ni hawana uwezo. hawana uwezo kabisa hao wadogo zangu na wenyewe maskini baba na mama wote wameshakufa, ndo wamejitahidi, ndo hizo laki tatu walizonitumia, na ndo nafanyia mipango kwenda hospitali ni natumia hizo hizo. e, mimi mzee mume wangu anacho nitasaidia chakula ndo tunakula sasa. Siwezi kumwambia nipe hela, hana. Na yeye namuona hana maisha mazuri eh, nishapoteza e, matumaini kabisa. Sisi matumaini yetu yapo kwa Tanzania, wenzetu huko anakotusikia watusaidie michango yao, huyu binti akafanyiwa operation awekewe hicho kitu cha bandia cha plastiki wanachosema madaktari. Mungu atatusaidia inshallah. Watanzania wenzetu wanaotusikia watusaidie kwa hilo. Kama Watanzania wenzetu watakao watakao guswa na swala la huyu mgonjwa, naomba watusaidie kwa namba ya Tigo sifuri saba moja tano mia tisa sabini 491 jina litatokea Moshi Magoha Restuta. Ana umri wa miaka 49 na anasema mtoto wake mmoja amesalia peke yake jijini Dar es Salaam. Tunaondoka antiuka tukimwacha Restuta akiwa kizani, lakini anaamini kwamba mwanga upo sio tu kwa familia yake, lakini kwako unaitizama video hii, na chochote utakachojaliwa ndicho utatengeneza mwanzo mpya kwa Restuta Shabani Magoha. Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.